Namna gani ya kwanza? Na kwa nini? Katika utendaji wa kazi zenu e, kuwa waaminifu na wa kweli, kuwa waaminifu na wa kweli. Mmoja atuwe kusema huko, anasema fundi mkweli ni nani? Fundi mkweli ni wengine wote baba yao. Kwa nini fundi kinyozi anasifiwa na anatuasifai? Mnajua? Mnajua eh? Eh? na wewe unaondoka, hata kama wewe umekatika. Kwa mfano kama wewe umekatika, hata kama umekatika, atatafuta namna nyingine yote kumalizia alichokianza, si ndio? Fundi anasubiwa hadi leo hii kinyozi. Sasa hakikisha we unakuwa na sifa hiyo ya kinyozi, hakikisha unakuwa na sifa hiyo ya kinyozi, uaminifu na ukweli. Leta kazi kwa kama unazo nyingi, mweleze ukweli. Kama unazo nyingi, akileta mweleze ukweli na ukubali kupokea, uwe mwaminifu. Paroko aliwahi kualikwa kwenye tukio fulani akaambiwa code eh, yeah, mavazi rasmi katika tukio hilo, ya yeah, namna gani na wale wanavyoonyesha kwamba wako serious. So walimwalika wakamtumia na kitambaa na mchango kwa ajili ya ailini kuandaa mavazi haya. Sasa haroko ni fundi, haroko sio fundi sio fundi gari wala sio fundi kushona. Akapeleka kwa fundi. Akamwambia bwana, eh hey, tarehe fulani mimi ndo natakiwa niende kule na nikiwa na vazi hili. Akapewa na shida, na shida, ana shida sana kwa sababu ana shida kwa sababu ana shida na shida. Akachukua kitambaa hata kikua na malipo. Paroko, kasamiwe, unahitaji ni wengi sana, naweza nikatumia yeye nikupatie kabisa ili niweze kuwa huru, niletee nguo zako, tunaambia palo. <laughs> Basi akampatia yule ndugu. Siku ya kwanza kapita, siku ya pili ikapita, siku ya tatu kapita. Ah, tukio linakaribia huko Kapolo pana ya simu amewekwa blacklist. Usipe, subiri. Blacklist tayari <laughs> la wewe. Eh? Simu zake zisiende za kupeleka huko, na zinafika huko. Kaanza kusema napajua, akaenda. Fika pale, wewe bwana, onekana. Wako wanafunzi tu pale. Wanajifunza wao. Wanapata mambo. Je, bwana unaonekana? Mambo yako. Uaminifu na ukweli umekosekana. amemwamini huyu ndugu lakini huyu ndugu ameshindwa kuwa mwaminifu na kweli. Napenda kujua alienda kwenye sherehe kwena, sasa katika mazingira ataenda kwenye sherehe bila <laughs> kuwa na basi, haonekani mwaminifu tena

msiki wenyewe hapa apa akinyozi iokak wengine, wana Kiswahili vingi, wana maneno mengi, sio waaminifu na sio wa kweli. Kama ile babu yangu yeah, alikwenda yeah, kuanza kazi, kapata kosi wake alisema nichonge kitanda mpaka kastaf, akawahi kuona kile kitanda. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa si si si sifa njema, baadaye utasema umerogwa, wateja hawaji kwa. Si ndo uswahilini kule watu wanasemaje? Oh, okay, mimi nimerogwa. Kwa nini wateja hawaji? Kwa nini hawaji kwa? Kumbe wewe ndio, kwa kukosa uaminifu na kuwa mkweli. Kwa hiyo wateja eh, yani nyinyi mtadaiwa zaidi, mmetoka kwenye chuo cha kanisa kwacho De sifa ya kanisa mnaelewa, eh maadili, maadili. Sasa unapokosea sifa ya maadili ya uaminifu na kweli ni hatari kweli. Yani hiyo tupikiake yake inaanisha kufukuzisha wateja. Sizani kama walimu wenu wa mafundisho hawajawafundisha, na si tutashangaa tukisikia lawama zinatoka toka kwa wateja. Ya pili, ndugu zangu wahitimu, tunaalikwa sana e, kujiendeleza na kuwa wabunifu. Kujiendeleza na kuwa wabunifu, msiishie tu e, katika hikoko kimoja ambacho umejifunza e, dunia inahitaji watu ambao wanajiongeza kwa haraka kweli. Kama unataka kufikia maendeleo leo, jiongeze kwa haraka kweli, ujue eh, jamii inahitaji nini kwa wakati gani? Hiyo muhimu kweli, sio tu kwamba wewe ah, mimi nguo za kike ndio peke yake. Kwa sababu hapana, unaweza kwenda kuishi kijiji ambacho hakina wamama wengi aco, eh, mbona kama mshonaje? unaenda kijiji ambacho akina mama wengi, sababu mama, sabu mama ndio wavaaji sana. Kina baba sisi tukavaa nguo moja hata miaka kumi. Kwa hiyo lazima kujiongeza e, pia katika ujuzi siseu uko basi nabaki uko, ongeza na kingine, pia ongeza na kingine lakini pia usishie tu kufanya hicho hicho, pia angalia pia kama nilivyosema hitaji la jamii kwa wakati huo ni nini. Fanya pia fanya pia. Kama kulima lima, kama kufuga kufuga, na hata biashara nyingine na huduma nyingine pia fana, kunatakiwa katika kuishi kwako uwe na vyanzo vingi sana vinavyo ingiza pesa, usitegemee chanzo kimoja ili uweze halafu kuishi vizuri. Kuwa na vyanzo vingi kwa kweli vya kuweza kujipatia mapato, tena vilivyo halali, ambavyo havikufanyi uweze kukosa usingizi. Tumsifu Yesu Kristo. kwa vyanzo visivyo halali kwa kukosa usingizi, lakini vile ambavyo halali, pata usingizi wako mzuri uhakikisha pia ajiongezi katika ahosikai, katosheka. Na jambo la mwisho, ndugu zangu, msiache kuwakumbuka wale ambao ni wahitaji. Sato kwa kuwakumbuka wale ambao tutawahitaji na kuweza kuwasaidia, ukikumbuka wewe mwenyewe safari yako kwamba ulikuwa ni mhitaji, ulikuwa ni mhitaji, ulikuwa kuhitaji msaada wa kuweza kufika hatua fulani, na Mungu akakusaidia. Na ndio maana nimesema hapa leo, kwa sababu sisi pia tunamshukuru kiuu, halikuwa hivi, sasa tumekuwa hivi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru wale ambao waliweza kuwa pamoja yeah, na sisi na wakupata tamaa wala wa kutoka na sisi waliweza kuwa na sisi katika uhitaji wetu na wakatusaidia. Kwa pia hicho ambacho umejifunza kutoka kwa wao wafadhili waliokusaidia, na wewe pia kiendeleze kwa wengine, kiendeleze kwa namna nzuri ya kuweza kumshukuru Mungu na kupitia Mwenyezi Mungu atakubariki kweli, atakubariki kweli. Kwa nini? Kwa sababu una imani kwake, unakumbuka pia wengine kama anavyokumbuka wewe. Tabarikiwa sana, tabarikiwa sana katika maisha yako. Tusimame kwa mama maisha aliyotujalia hadi kufikia siku hii ya leo tunapohitimu mafunzo ya ufundi. Tunamuombea Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadi, mashemazi, na viongozi wote wa kanisa ili Mwenyezi Mungu awatie nguvu katika utumishi wao. Ee Bwana, utusikie. Tunaendelea kuiombea nchi yetu amani, hasa tukiwaombea uongozi huu mpya, ili yale wanaoyapanga yaweze kuleta manufaa kwa watu wote. E Bwana, tuwaomba utusikie. Kwa namna pekee tunaendelea kuwashukuru na kuwaombea wafadhili wetu wote waliotusindikiza katika safari ya mafunzo yetu Mungu aendelee kuajalia afya jemu ya roho na ya mwili katika maisha yao. E Bwana, twakuombaotusikie. Tunajikabidhi mkononi mwa Mungu ili maarifa yote tuliyoyapata yaweze kuzaa matunda mema. E Bwana, tunakuomba otusikie. Pamoja na shukrani zetu, tunaendelea kuombea masista wetu wa Wakameli kwa moyo wao wa ukarimu na kwa juhudi zote walizotuonyesha hata tuweze kufikia siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu awabariki sana sana. E Bwana, tunaomba tusikie. Tunawaombea marehemu wote waliofariki dunia. Tukiwaombea kwa namna ya pekee, ma sista yetu Lilian Kapa, Kapa, Kapongo. Sista Damas pamoja na kaka Boniface, Mungu awajalie pumziko la milele mbinguni. Ee Bwana Mungu lie makimbilio naakukuie tulijasilia wema wote, usikilize sala za kanisa lako tujeleli a unaomba kwa imani tuyapate kweli, kwa njia ya Kristo bwana wetu. Amina.